Hivi wasanii wa bongo ushamba mtaacha lini? Yani unakuta msanii toka ametoboa mpaka sasa hivi ni miaka mingapi, lakini still bado anatoka na ule ushamba wake, huko hakui, haendelei, anatuletea tena ushamba kwenye miaka ambayo watu washafanya mambo mengi, yani watu washapiga hatua. Hivi watu watabadilika lini eh? Watu watabadilika lini? Yani mpaka leo hii mtu anaona kama Kiingereza ndo kitu cha kifahari, alafu sasa hicho Kiingereza bora ukijue, hujui, pronunciation mbaya, alafu mtu unang'ang'ania kuongea Kiingereza ambacho hata hao mashabiki zako wenyewe ambao unasema unataka wasikie wapate habari pia hawaelewi bro hakuna kitu kibaya kibaya kibaya kibaya ambacho mtu hutakiwi kwenda nacho sehemu yote kama ulimbukeni. Yaani ulimbukeni unaweza ukakufanya ukapoteza vitu vingi sana, ukapoteza reputation, ukapoteza hata aina ya watu jinsi wanavyokutazama. Yaani ulimbukeni ni kitu kibaya sana. Unajua sasa hivi tumefika kwenye wakati watu wanaogopa kusaidia watu ambao, uh, wana uwezo mkubwa wa kufanya makubwa kwa sababu ya ushamba wa watu ambao wanafanya, ambao tayari wameshasaidiwa. Yaani mtu anaogopa kabisa, ni leo nimchukue huyu nimpeleke hapa, nimchukue huyu nimtoe nimpeleke hapa, usi atakuwa kama yule. Yaani watu wanaogopa kupitia nyinyi, yaani watu hawana cha kujifunza tena kupitia nyinyi kwa sababu nyinyi mna, mnafanya hivyo ni kama kuwaharibia wale watu wengine pia waogope kusaidiwa, waendelee kustruggle hivi. Wewe unasema wewe unasema kwamba uh, ulikuwa na kipaji ndio maana ukaweza kufika hapo. Hivi kuna watu wangapi huko mtaani wana vipaji na bado wako huko huko mtaani? Yaani kuna watu wangapi ambao wanajua sana na bado wapo huko huko mtaani? Kila kitu kinabidi kishikwe mkono kiweze kufika pale. Kwa hiyo pale kidogo ambapo wewe oh, unaona mtu alikupush, you have to appreciate it. Sio kuanza kusema, "Oh, mimi nilikuwa nakipa- kipaji chako wewe kilikutoa, kili, kili, kili, kili, kili kipaji chako wewe ndo kilikufanya uwe hapo, kipaji chako wewe ndo kilifanya watu wakujue." Wewe si ulikuwa unaimba, si ulikuwa unarekodi, si ulikuwa unafanya vitu. Nani alishawahi kukujua? Yaani nani alishawahi kukuona na kama wewe kweli una kipaji? Kuna watu wangapi bwana, wana vipaji huko mitaani? Watu tunapishana na watu kila siku, watu TikTok huko wanatoa majimbo, watoto wadogo wanatoa nyimbo, wanaimba baibuda za ukweli ukweli, wana kweli kweli, lakini still bado wachanga, bado wapo huko, huko mitaani na watu wanaogopa kuwasaidia, kwa sababu wanaamini wakija kuwasaidia wanaweza wakaja kuwa kama nyinyi washamba, wanaweza kuwa kama nyinyi malimbukeni, wanaweza kuwa kama nyinyi mayuda, watu ambao mnasaidiwa halafu baadaye mnaenda mnageuka watu mnakuja hapa huyo, oh somebody, somebody. somebody ndio wewe yani, hiyo huwezi kupinga huyo somebody unaosema huyo somebody ndo amekutengeneza wewe. Bila huyo somebody wewe usingekuwa kitu. Acha maneno ya dharau, acha maneno ya kijinga, acha maneno ya kitoto, acha maneno ya kishamba. Mnapokaa huko na watu wenzako, mnakaa mnaongelea watu wakubwa ambao washapiga hatua. Unaongea nini? Unaongea nini? Unaongea nini? Unaongea nini? Damu wewe, mtu amekuokota unanuka jasho, mtu amekutoa kwenye hali mbaya, jua linakupiga vibaya mno. Kila siku unaenda unamwomba mtu msaada, mtu anakupa nafasi, unapata nafasi eti leona ai bana bigi ushamba. Yani hata Mungu mwenyewe vitu kama hivyo akiona, naamini anaona hawa binadamu niliwatengeneza, ni mbogas kabisa.